Naam, habari gani mwanafamilia wa Mapro TV, karibu sana katika segmenti ya Kisports, sehemu ambayo tunaangazia habari kemkem za kimichezo na kubwa zaidi ni kufanya tathmini ya kikosi cha Yanga dhidi ya mechi jana ambayo tulishuhudia Young Africans wakiwa wanakwenda katika hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF Champions League baada ya kuitandika uh, Silver Strikers goli mbili kwa sifuri na kufanya aggregate iwe mbili kwa moja na hivyo kuifanya Dar es Salaam Africans kufanikiwa kusonga katika hatua ya makundi ya kombe hilo la ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni moja kati ya mechi ambayo ilikuwa na tension kubwa sana kutoka kwa mashabiki baada ya kupoteza katika mchezo wa awali ule, uh, kule nchini Malawi ambapo Young Africans walikubali uh, kupigwa goli moja kwa sifuri. Sasa wengi wakiwa na wasiwasi mkubwa sana kuhusiana na Young Africans kama wataweza kupenya katika nafasi hiyo na kwenda katika hatua inayofuata. Lakini pia ukitazama namna ambavyo Silver Strikers walikuja na kuwasili nchini, walikuwa ni moja kati ya timu ambayo ilionekana ikijamili sana, ni timu ambayo ilionyesha wana Um, wana pengine kuwa sana mba, wana uwezo mkubwa pengine, na ndio maana walikuwa wakijiamini sana na wakiamini kwamba wanakwenda kuiondosha Young Africans katika hatua hii ya mtoano ili waweze kutinga hatua ya makundi, lakini ndio hiyo tena, mambo yamewabadilikia na Young Africans wanatinga hatua ya makundi. Sasa nataka nifanye tathmini kidogo kuhusiana na mwelekeo wa kikosi hiki tunakionaje kwa hivi sasa baada ya mwalimu Romain Folz kuachia manyanga na kuondoka zake, ukiangalia uh, namna ambavyo Young Africans jana wamecheza ukilinganisha na kipindi ambacho Folz yupo, tunaona kwamba timu hii kuna improvement imeanza kutokea. Young Africans inarudi kule ambako tulikuzoea, kule ambako uh, Yanga inaingia uwanjani, hata kama iliwahi kupoteza, unakuwa hauna mashaka, unaamini kwamba itakuja kufanya comeback. Yanga ile ambayo uh, CR Belouizdad anashinda goli tatu kwao, anakuja kushinda goli nne nyumbani. Yanga ile ambayo inakubali kufungwa goli moja hapa kwa Mkapa, lakini inaenda kushinda ugenini katika ardhi ya USM Alger. Yanga ile ambayo imetikisa ndani nje kuifunga TP Engraba Mazembe. Ni Yanga ambayo naiona uh, kwa kadri siku zitapozidi kwenda itarudi kule ambako Uh, Yanga iliyofika hatua ya fainali shirikisho itafika. Ile Yanga ambayo imeishia hatua ya robo fainali, lakini uh, kwa goli la kudhulumishwa ilibidi ifike nusu ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, ni ile Young Africans ya moto kweli kweli, ndio inakwenda kutengenezwa kwa kiasi fulani, imeanza kuwa improved, lakini bado haijafika katika ile peak ambayo uh, wananchi walizoea, lakini wa mwelekeo wa kocha msaidizi na mwelekeo wa kocha mpya. Kwa maana kocha mpya ni moja kati ya makocha ambao wana wana elimu ya sayansi ya mpira. Natumaini anakwenda kuitengeneza Yanga kali zaidi ya hii ambayo tumeiona jana. Wamecheza kwa kiasi chake, lakini bado haijafika kwenye piki ile ambayo ah, mashabiki na wanamichezo kwa jumla wanaijua Yanga ya aina gani. Unamwoni gani kuhusiana na taarifa hii? Je, unahisi Young Africans inazidi kuboreka? Tuandike maoni yako kwenye comment section. Sawa, subscribe.